Mheshimiwa mwenyekiti, na mimi kama wabunge wengine walivyotangulia kusema niendelee kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunijalia uhai, lakini kwa kuniwezesha kuingia katika bunge hili ambacho ni chombo muhimu cha kutunga sheria na ch cha kupeleka maendeleo kwa wananchi kwenye nchi yetu ya Tanzania. Baada ya shukrani hizo kwa Mwenyezi Mungu, nikishukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi, CCM na vikao vyake vyote kwa kuniteua na kwenda kupeperusha bendera kwenye jimbo la Mpanda mjini kuwakilisha wananchi wa jimbo la Mpanda mjini. Shukrani zingine Mheshimiwa mwenyekiti, ziende kwa viongozi wa chama changu, viongozi wa chama ngazi ya mkoa, lakini viongozi wa chama ngazi ya wilaya tumepambana nao usiku na mchana kuhakikisha tunapata ushindi wa kishindo kwa rais wetu mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini kwa mimi mbunge wa jimbo la Mpanda mjini na kwa madiwani wote wametokana na chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunawashukuru sana viongozi wetu wa chama ngazi hizo, lakini nipende pia kuwashukuru viongozi wa ngazi ya kata na matawi, kwa sababu huko ndo kulikuwa kazi kubwa ya kampeni, na wao walifanya kazi kubwa nao nawashukuru sana. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya kuwashukuru viongozi wangu wa chama, ni washukuru wananchi wa jimbo la Mpanda mjini. Walifanya kazi kubwa, walinipa kura nyingi, lakini wakamheshimisha sana Dr. Samia Suluhu Hassani kwa kura nyingi za kishindo. Ahadi yangu kwao ntawatumikia kwa moyo wangu wote. Nilipita kwenye kampeni nikielezea ahadi mbalimbali mbali za ilani ya CCM Niko hapa bungeni kufuatilia ahadi zile za ilani ya CCM na yale tulioahidi tutahakikisha yote yanafika kwenye jimbo letu. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya shukrani niende kwenye pongezi. Nimshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa ushindi mkubwa alioupata. Ushindi ule umetafsiri yale ambayo yaliyofanyika katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wake. Lakini baada ya kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais nimpongeze pia Mheshimiwa makamu wa rais Dr Emmanuel Nchimbi, kwa sababu naye alikuwa pamoja kwenye ballot paper ya mheshimiwa rais. Kwa hiyo tunaamini mgombea makamu wa rais alikuwa mtu sahihi na mgombea urais alikuwa mtu sahihi, ndio maana tukapata ushindi mkubwa wa kishindo. Mheshimiwa mwenyekiti, niendelee kuwapongeza mheshimiwa waziri mkuu kwa kuaminiwa na mheshimiwa rais kuteuliwa, lakini na kupitishwa na bunge lako tukufu Niwapongeze pia Mheshimiwa Spika na naibu Spika kwa kuteuliwa na kuchaguliwa kwa maspika na naibu spika, lakini kwa namna ya pekee nikupongeze wewe mwenyekiti, na wenye viti wengine kwa kupata nafasi hiyo mliyoipata. Naamini kwa uzoefu ulionao utaendelea kutuongoza vizuri katika bunge hili la kumi na tatu. Mheshimiwa Mwenyekiti, niende kwenye mchango wangu, na mchango wangu utajielekeza kwanzia ukurasa wa 17 mpaka ukurasa wa, wa ishirini na nne na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa kwa kweli nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, nikianzia kwenye sekta ya maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo langu la Mpanda mjini kwa, kwa sasa linazalisha lita milioni sita za maji na kuwahudumia wananchi na wa Mpanda mjini. Namshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu gani? Tunao mradi wa miji ishirini na nane ambao utakwenda kuongeza upatikanaji wa maji kwenye jimbo la Mpanda mjini kutoka lita milioni sita za sasa mpaka kufikia lita milioni kumi na nane tunaamini zitatusaidia sana kuondoa changamoto ya maji kwenye mji wetu wa Mpanda lakini mheshimiwa mwenyekiti hapa katikati tukikaribia kwenye kampeni mheshimiwa rais alionyesha upendo wa dhati kwa wananchi wa jimbo la Mpanda mjini na akatuongezea mradi wa kuongeza lita milioni mbili mradi wa kutoka kwenye vyanzo vya maji ya mseleleko vinavyotoka kwenye eneo la Kanoge na sasa tutakuwa na uwezo, miradi hii ikikamilika, tutakuwa na uwezo wa kuzalisha lita milioni ishirini kutoka milioni sita za sasa. Tafsiri yake ni nini? Unaona kabisa kwamba tutakuwa na maji, ongezeko la karibia mara tatu au mara tatu au mara mbili na nusu zaidi ya yale ambayo tunayapata sasa. Tunaamini changamoto ya maji kwenye mji wa Mpanda inaweza ikaisha lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, katika eneo hili naomba nimwombe sana ndugu yangu waziri wa maji, kaka yangu Awesu. Sisi watu wa mkoa wa Katavi tulikuwa na mambo matatu makubwa ambayo tulikuwa tunayaomba kwenye serikali hii toka kipindi cha Mama Samia anaingia madarakani, mambo mawili makubwa Mheshimiwa Mwenyekiti yamefanyika. Tulikuwa hatuna gridi ya taifa, gridi ya taifa imefika kwenye mkoa wetu wa Katavi lakini changamoto iliyobaki ni maji ya uhakika, na katika hotuba ya mheshimiwa rais, kitu ambacho kilichonifurahisha ni kwamba kuna gridi ya maji ya taifa. Niombe mheshimiwa Wesu tusaidie sana kwenye mradi wa gridi ya maji, mradi wa taifa wa gridi ya maji. Mradi huu uende ukaanzie ziwa Tanganyika, na wewe tulishakwenda na wewe mpaka Karema, ukaenda ukakagua eneo la chanzo ziwa Tanganyika. Kwa hiyo tuombe sana kuhakikisha kwamba mradi wa ziwa Tanganyika unafika kwenye mji wetu wa Mpanda, lakini utoke kwenye mji wa Mpanda na kwenda kwenye maeneo mengine ya nchi hii, ili kwenda kuwasaidia watu ambao hawana maji ya uhakika, ili nchi nzima imwagike maji. Na hilo tunaamini mama yetu Samia Suluhu Hassan analiweza, tuna imani na yeye. Tunakuomba mheshimiwa waziri pambana kuhakikisha kwamba mradi huu unatekelezeka. Nitoke kwenye hilo eneo la maji, mheshimiwa mwenyekiti, nienda kwenye eneo la afya. Na sisi watu wa Katavi kwenye eneo la afya tunatoa shukrani nyingi nyingi nyingi sana kwa mheshimiwa Rais Samia. Mheshimiwa mwenyekiti, kipindi mama yetu Samia Suluhu Hassan anaenda kuchukua nchi hii, hospitali ya mkoa wa Katavi ilikuwa kwenye eneo la msingi na mradi ule ulikuwa umesimama kwa karibia miezi nane hautekelezeki. Tunashukuru baada ya mama Samia kuingia madarakani aka, kwenye, kwenye kufanya mabadiliko ndani ya chama akamteua katibu mkuu Chongoro, na katibu mkuu alivyokuja kwenye ziara yake, viongozi wa mkoa wa Katavi wakamuomba katibu mkuu wa chama amfikishie salamu mama Samia na aje ukwamue ule mradi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi. Tunashukuru mheshimiwa mwenyekiti, tunavyoongea sasa hivi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi inahudumia wananchi wa mkoa wa Katavi, lakini kubwa zaidi kwenye eneo hilo alikabilisha jengo la OPD, na sasa hivi inajengwa jengo la Wing B ambalo litahudumia mama na mtoto. Katika jengo hili la Wing B tumepata shilingi bilioni nne na jengo hili linahitaji bilioni kumi. Kwa hiyo niwaombe sana viongozi wa Wizara ya Afya watusaidie kwenda kumalizia hili jengo ambalo litakuwa lina wahudumia kina mama na watoto wa mkoa wa Katavi, na tunaamini tukiwahudumia kina mama na watoto vizuri, itakuwa pia ni baraka kwa rais wetu, lakini itakuwa pia ni baraka kwa serikali yetu hii awamu ya ya sita chini ya mheshimiwa rais mama yangu Samia Suluhu Hassan. Lakini kwenye eneo hilo hilo la hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi, mheshimiwa mwenyekiti, tulipata bahati ya kumuomba mheshimiwa rais pale Katavi, wagonjwa ambao walikuwa wanasumbuliwa na maradhi ya figo walikuwa wanasafiri na kutoka kwenda umbali mrefu kwenda Mwanza kwenda Mbeya ama kuja hapa Dodoma ili kufanyiwa matibabu kwa maana ya kuchuja damu kwa maana ya dialysis. Lakini maombi yale yalivyofika kwa Mheshimiwa Rais, alituletea pesa shilingi milioni mia mbili ishirini na saba ambazo zilijenga jengo kwa ajili ya kufanyia hii mambo ya uchujaji wa damu kwa maana ya dialysis, na leo hii ninavyosimama hapa bungeni, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuongea mkoa wa Katavi, sasa hivi mambo ya dialysis yanafanyika kwenye mkoa wetu wa Katavi. Kwa hiyo tunampongeza sana na kumshukuru. Asante ah, sana Mheshimiwa Haidar Sumri. Muda wetu umekwisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja asante sana. Ili uwe wa kuanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.